Na sadiki kwa Mungu mmoja. Unaporejea kanuni ya imani ya Nisea, fikiria kuhusu mtakatifu wa leo. Ni Leander wa Sevilla . Akiwa askofu alianzisha desturi hii katika karne ya sita. Aliona ni njia ya kusaidia kuimarisha imani ya watu na kama kinga dhidi ya uzushi wa upinga Kristo. Mwisho wa maisha yake, Leander alisaidia Ukristo kustawi Hispania wakati wa machafuko ya kisiasa na kidini. Leander aliingia katika monasteri akiwa kijana na alitumia miaka mitatu katika maombi na masomo. Aliteuliwa kuwa askofu. Kwa maisha yake yote alifanya kazi kwa bidii kupigana na upinga Kristo. Kifo cha mfalme aliyesisitiza upinga Kristo mwaka 586, kilisaidia dhamira ya Leanda. Yeye na mfalme mpya walifanya kazi kwa pamoja kurejesha imani sahihi na maadili yaliyo halisi. Leanda, anayeheshimiwa kama mwalimu wa kanisa, alifaulu kubadili imani za wengi.